Habari ya kuto wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja mko kipambana kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote, aidha kwa kufanya mazoezi au kwa kuzingatia lishe na chakula au kwa kuweza kutafuta maarifa mbalimbali, mbaza kampanya awe au miongoni mwa watu ambao watakuwa salama kipindi chote ambacho atakuwa hapa duniani. Tena muendelezo wa madarasa yetu leo, ikiwa darasa la 30 na kuweza kutambua au mambo gani ya muhimu ambayo mwanamke anapaswa kuyazingatia pale ambapo anakuwa katika hedhi Yani ni siri iliyojificha katika hedhi, na tunaweza kufahamishana mambo mbalimbali ambayo anaweza kumjenga mwanamke, anaweza kumjenga mwenza wake na kufahamu matatizo ambayo anapitia mwenza wake, lakini pia anaweza kumjenga mtu yeyote na kufahamu ni hatua gani za kuchukua ambayo yatamfanya mwanamke kuweza kuwa salama kabisa pale ambapo atakuwa na maarifa ya kutosha, na atakapojua tatizo hili kwamba ili kitokea ni kawaida, na tatizo hili lisipotokea au likitokea kwa upande mwingine sio kawaida na hatua za kuchukua bado ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu na kutaka kumfahamisha mwanamke ni kitu gani ambacho akiwa nacho, ni vipi akachukua hatua kabisa. Leo ni hedhi inaweza kusababisha mwanamke kupoteza fahamu? Ni swali ambayo inaonekana kama vile ni wanawake ni wachache, ni ni sana amekuwa wakipoteza fahamu, na wengi wamekuwa wakikuuza, kwa sababu hajatokewa nalo au hakuna ndugu au hakuna la, Hakuna rafiki ambaye anatokea na hiyo, lakini kuna sababu kadhaa ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke akapoteza fahamu, na kama huo utakuwa nayo basi ipo siku inawezekana mmoja ama nyingine, anaweza kupoteza fahamu, na hili jambo lazima unalo makini. Na mara nyingi unapopoteza fahamu na ulikuwa haushirikishi watu matatizo ambayo anapitia au haus, hizi sababu ambazo nasema hapa basi unaweza kukosa msaada wakati mwingine au kupoteza maisha moja kwa moja. Hii sababu ya kwanza napelekewa na wake wengi kupoteza fahamu hususan wanapokuwa katika hedhi, kuwa na maumivu makali sana. Maumivu makali wakati wa hedhi huwa napelekewa na wake wengi sana kupoteza maisha. Taalamu huwa tunaita shoku shoku. Sio maumivu, ila shoku ni hali ya mtu uzidiwa na kupoteza fahamu kwa sababu ya vitu mbalimbali, ikiwa maumivu au inawezekana ikawa ni allergic au inawezekana ikawa ni hypovolemic, ambayo ni kupoteza maji au au tuseme maji mwilini au kiwango kile cha maji, kiwango cha kimiminika mwilini inatokana na kupoteza hapa. Kwa hiyo, maanake huyu mwanamke tunavyosema shock. Kwa hiyo, huyu anapata dalili moja mojaapo ni maumivu makali sana anapokuwa na maumivu makali sana, huwa na wengi wamekuwa wakipoteza fahamu kwa sababu ya hali ambayo anaipitia, au neva imekuwa ikifanya kazi kwa viwango vikubwa sana. Lakini sababu nyingine ni kupoteza damu nyingi ambayo tayari nishasema, e, mwanamke anakuwa na, na kimiminika hypovolemic shock. Hii ni mwanamke anapoteza hali ya damu nyingi sana ambayo mwisho wa siku anapelekea kupata upungufu wa damu na kupata ugonjwa ambao unaitwa anemia. Kwa hiyo, hii ni sababu nyingine wanawake wengi wamekuwa wakipoteza fahamu wakati wa hedhi lakini kushuka kwa presha, wengi baada ya kupitia maumivu makali sana na kupata kupoteza damu nyingi sana huwa wanapata tatizo la presha ambayo inapelekea kupoteza maisha, na presha yao mara nyingi wagani ya kushuka kwa, ni vizuri ukafahamu hizi sababu na kuhakikisha afya yako inakuwa bora wakati wote, na lengo ni kuhakikisha wote, haijalishi wewe ni nani, unapata maarifa haya na, na, na, na kuweza kutambua sababu na kuhakikisha afya yako inakuwa salama zaidi, pale ambapo tunaona damu zinatoka nyingi au umekuwa ukipata maumivu makali sana, ni vyema ukachukua hatua, kwa sababu ili hapa ili darasa ni katika kukufahamisha kwa sababu gani wanawake wao wame, wamekuwa wakipoteza fahamu, kwa maanake kuna vitu vingi sana ambavyo mwanamke anapaswa kuchukua hatua mwishoni au mwanzoni kabla ya kufika huko. Ni vitu gani ambavyo anapaswa kuchukua hatua? Madarasa 29 ya nyuma ambayo nimeeleza ni vitu gani ambavyo ya msingi mwanamke anaweza kuhakikisha anakuwa salama saama kilichote. Lakini mwili hauwezi kuchukua bila sababu yani, mwili hauwezi kupoteza fahamu bila sababu, kutoka na sababu mwili omba msaada. Kwa hiyo mwili ambapo unakuonyesha dalili ambazo sio za kawaida, inakupa ishara kutaka kwamba kukwambia bwana, eh sisi tutun tunaomba msaada, au viungo vinakuambia bwana sisi e, tunaomba msaada. Hali ambayo inaendelea huko ndani sio kawaida. Kwa hiyo hizi ni kama vile ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba wewe mwili wako uko vizuri au hauko vizuri, ni vipi, ukatafuta msaada na kuhakikisha unakuwa salama kwenye chochote. Hili ni darasa la thelathini. Usisahau darasa la thelathini na moja mpaka la mia moja. Kama unafuatilia kwa mara ya kwanza, basi ni series ya video mia moja ambayo zote zimetoka tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano na kama sijui naangalia mwaka gani, lakini utakapoangalia video ya thelathini unajua kuna video ya kwanza mpaka thelathini lakini na video ya thelathini mpaka mia moja ambazo unaweza kufuatilia na kuelewa nini maana ya hedhi au kitu gani ambacho huwa ipo ndani ya hedhi. Asanteni mpaka wakati mwingine.